E, sifa na utukufu imrudirie Mungu wetu mm. Imefika wakati wa kukaribishana mm. E, tunasema tena aksa kwa Mungu kwa kuwa tunakusanyika kama hivi, e, tunatimiza neno lako linalosema mm. E, ya kwamba wawili au watatu wakikusanyika ajili ajili yako wewe, Mungu uko pamoja pamoja nao. Basi tunasema asante na tunaamini ya kwamba uko pamoja nasi. Nasema karibu kwa wapendwa wote waliopata fursa ya kukusanyika siku ya leo, Mungu awe pamoja nasi. E, siwezi ukosa ukaribisha na wapendwa wenye watakuja kutufata kwenye runinga e, pia nao nawaambia muwe karibu na Mungu azidi kutuongoza na Mungu azidi kutushindia e, kwa kuwa wapendwa, tunayepambana naye e, tusisahau ya kwamba naye ana nguvu e, bila, bila Mungu mwenyewe, bila Roho wa Mungu e, ni vigumu kumshinda. Ndio kwa bado naona hali ya dunia, hali ya dunia ngisi hivyo, ni mapenzi, naye ana nguvu ya kutenda katika dunia hii mm. E, imefika wakati wakati ya kusikia <coughs> mahubiri mm. wakati ya kusikia neno lake Mungu, na ndio mkate wa uzima. Seme mtu hawezi kuishi kwa chakula tu mm. ili pamoja na neno la Mungu mm. Aleluya, amen. Aleluya tena. Amen, amen. E, kumbe acha tumtie mikono ya Mungu ili awe pamoja naye. Tuombe. Mungu mtakatifu, wewe ni Baba. Tunakusanyika ajili ya neno lako Bwana. Tunakualika uwe pamoja nasi. Imefika wakati mzuri wa kusikia neno lako Mungu. Tunakuonesha atakayepulisha hii mkate ya uzima. Baba uwe pamoja naye. Acha Roho wako anene ndani mwako. Acha Roho wako amuongoze wa katika lile ulilotayarisha kwa siku ya leo. Baba uta, utaanza naye utamaliza pamoja naye. Na sisi tutakalolisikia Bwana, utufungule masikio ya kiroho kama vile ya kimwili. Neno la leo iwe nanga katika nafsi zetu, iwe nanga katika roho zetu, liwe ni neno la kutuongoza ona safari iko nguvu Bwana, lakini pamoja na neno lako tutafika kwenye ukomo wa safari hii mm. yote tuniakabise wewe, Mungu mzima, utatuwezesha na kuongoza mhubiri, tunategemea huko pamoja nasi mwanzo hata mwisho. Tunaomba katika lile jina tukufu la Bwana na mwokozi wetu Yesu Kristo m Amen. Amen. Karibu mhubiri Tunashukuru Mungu tena tunapata siku ya leo mm. Mungu asifiwe Amen. E, kwa kila siku kwa kila dakika moja mm. adui hasinzie anataka atuangamize kabisa Amen. Ila tunashukuru kwa ulinzi wake mm. na anazidi kutia watu nguvu na kuwaponya magonjwa ambayo inawasumbua. E, pamoja na hiyo tunafika kwa neno ambalo tutapata leo, ni ujumbe juu ya uongo na E, msomaji atusaidie kusoma katika Injili ya Yohane ya, ya Yohane sura yake ya ya munane sura, sura munane Injili kama ilivyo mm. andikwa na Yohane Mtakatifu sura yake ya munane na mstari wake wa arobaini na mbili mpaka arobaini na ine e, Arubaini. Ni arubaini na mbili mpaka arubaini na nne. Injili ya Yohana. Yesu akawaambia mm. Kama Mungu angekuwa baba yenu mm. mngenipenda mimi mm. kwa maana nalitoka kwa Mungu mm. nami nimekuja wala sikuja kwa nafsi yangu bali yeye ndiye aliyenituma mm. Mbona munayafahamu haya ni niyasemayo ni kwa sababu ninyi hamwezi kulisikia neno langu. Mimi ni, ni wa baba yenu Ibilisi, na tamaa za baba yenu ndizo mtendazo kuzitenda. Yeye alikuwa muuaji tangu mwanzo, wala hakusimama katika ukweli kwa kuwa hamuna hiyo kweli ndani yake. Asemako uongo, kusema yaliyo yake mwenyewe, kwa sababu yeye ni mwongo na baba wa huo amena hapa. Hmm. Ilikuwa Yesu alikuwa anazungumza na na na Wayahudi, na wakajionyesha kabisa kama ni watu ambao wanaamini ama wanampenda Mungu. Sasa Yesu akawaambia, ingekuwa mnapenda Mungu mngesikia maneno yenyewe. Mimi nawaambia, hmm. Yesu aliwaambia, lakini akawaonyesha sema, nyie, ilikuwa anaambia Wayahudi wana wa Ibilisi, kwa sababu Ibilisi anasemaka anasemaka uongo na ndio baba wa uongo. Siku hizi ambazo tunaishi zinakuwa siku za hatari, watu hawasikie aibu ya kusema uongo mm. wanasema uongo sana, uongo unatembea yani, ajabu. Sasa uongo inaingia hata kanisani mm. na Mungu asifiwe juu, kwa siku hizi kunakuwa mtandao kunakuwa yani e, mtandao yenye mtu alisema yenye hubiri mkanisa pako, wale viongozi, na ajabu sasa, kutaka kuchekea watumishi ama kuwazomea, kuwa kwa mambo yenyewe ilisema. Yani anaweza, ana, anaweza kusema kwa jina la Mungu, ama anasema kwa jina la Yesu vitu fulani vitafanyika mm? Ama anaweza kutabiri, anasema oh, mnaona hii mwaka itakuwa amani, hii mwaka vitu vitakuwa kish bale. Watu wenyewe walisikia ile wanavitia ku TikTok, wakati mambo mabaya inaonekana, sasa ule mtu mwenye alihubiri vile anaiona na anisikia hmm. Lakini hata tu bale bana muonyesha vile alisema ni vya uongo, ulisema kama hii kitu haitafanyika, sasa inafanyika kidogo ile ile tu ya Tikitoki bana isukuma pala na inatembea mudunia muzii. Huyu mtu alisema uongo, alisema uongo tena, wapi kwenye masibao alisema tena uongo wapi? Kanisani, alisema uongo wapi? kwenye mkutano mkubwa ama mkutano mdogo, lakini alitanganya na ile yenyewe, alisema sasa. Watu wanaanza isukuma, wanaanza isukuma, wanaanza isukuma, na yeye hatapata tena akili ya kuweza kusema oh, asimame tena pale, aseme mie kabisa, hii siku nilisema uongo, nilisema yani roho ya ibilisi iliingia ndani yangu, nikasema uongo. Hana ile nafasi Ananyamaza kimya lakini maneno yake ya uongo inaendelea kutembea na kumhukumu na kuonyesha kama ni msema uongo e. Biblia inasema mtawatambua kwa matendo yao. Mambo mengi hatuwezi kujua, mwenye hauko rafiki yako, mwenye hauko rafiki, mwenye hamko mkatie moyo hamuishi fasi moyo hawezi jua tabia zake na maisha yake, lakini wakristo wa kweli wanajulikana kwa maneno Kwe, ili na leo sasa, wanajulikana kwa sababu wengi wanaingia kanisani wanataka kujionyesha, wanajua wanataka kujionyesha, wanatumikishwa na Mungu wanataka kujionyesha, wanatabiri lakini yale matabiri haitokee, hmm. mama yenye alitabiri inakuwa kinyume ya vyenye alisema hmm. anaweza kutabiri mama, wewe utazala fi ule mama anaenda kuzala kabisa na hata rudio kwa ule mambo kumwambia sasa unisamee ile siku kabisa, ile roho ilero yenye itumikisha ikoro roho ya Mungu, yeye anabakia hivyo anaweza kufika anatabiri anaonyesha watu, mtapokea mtapokea mtapokea magari, mtapokea vitu vingine. Hii pale wenye waliambiwa vile, wanasubiri mwezi inapita, mwaka inapita. Ile mwaka yenye walisema, hii mwaka watu watapokea magari, watapokea hiki, wataolewa, wanatabiriwa hivyo, wataoa. Mtu mmoja alikuwa anatafuta doti, hata pata doti, lakini ile mwaka yenye ilikuwa yakao, watu wanasumbuka anaenda sasa kutafuta kule kwetu anaenda chimba zahabu. Kule kwenye anaenda chimba njua, anakosa kosa pesa zako kwa na lopola, yeye anatia peshe pale pale shimo moja, mwenzake anapata yeye anakosa. Bana bana chimba shimo hapa na mwingine hapa, huyu anakosa mwingine anapata, lakini mkanisa walimtabiria kule kwenye unaenda kule kwenye unaenda kuchimba zahabu, utapata za mingi, njoo inakuwa kinyume ya gisi vilivyo sasa sana rudia ule mtu ana an, hata sema anamwambia pikwa yapi kule, vitu viendeka mbaya, hata tubu kuona kama ibilisi alimuingilia hmm. Ibilisi anaingilia watu siku hizi za mwisho, na watu wanaendelea kusema uongo, na Biblia inasema kila semaye uongo hatakosa kosa adhabu yake hmm. Kila uongo tazibiwa. Amina. watu ila ninafurahia e, tabia za, za wazungu wa Europee. Haiko kila wangozi ya mweupe hapana, na sio wazungu wote lakini majorite ya wa Europee hawaseme uongo venyewe. Tunaishi nao apa Australia. Yani kama ni mzungu europee kabisa yeye anakuambia, hata haingiake mkanisa, akisema hapana na nini hapana, akisema ndio ni ndio lakini aveze ava vengine veupi na enyevanatoka mwazia nafasi zingine bakosawasievakongomane sa vafrike bafrike sasa njo bongo njo chakula yenye vanatembea nayo, anasema uongo bila haya, an, anadanganya bila aibu, anajua bila yuko anasema ni vya bongo lakini ana vichochee. Lakini huku baeropee mtu mwalitoka erope Sio bote lakini, majorite tuseme, ma 70% wanasema ukweli. akisema hivi na ndio vile, sio nanjovile. Tukisema Baerope haiko tu a wangozi mweupe, hapana. Pale benye unaona macho yake kabisa iko sawa mweupe, huku tu, tunazama tofautisha tunajua, huyu haiko haiko mzungu, ni wangozi ya mweupe, lakini haiko mzungu tunaweza kutambua wazungu na wenyama kwa wazungu hata kama ni weupe, na mzungu akikwambia hivi, ujui kama ni vile tunaishi siku ambazo ni za mwisho. Hmm. Sasa Biblia inasema haki yetu isiye ya mataifa, wale wale wazungu waamini, hawaingii mkanisa. Ukiwahubiri unamwambia sasa, bwana wewe hautenda ukanisa kesho? Sasa hapana, mimi ndenda yangu, anaenda mkazi kwa sababu anaenda kutafuta pesa, lakini uongo haiko ndani yake hasemi uongo. Ule ni mwepesi kutubu na kuacha, ila wengine wako mkanisa, uongo ndio wanatembea nayo mm. Wanadanganya wenzao mule mule mkanisa, wanadanganya wenye wako nje, wanadanganyana mule, mule. Waombaje kwa ombaje wanadanganyana, waibaje kwa ibaje mule. Tusiseme muvikao vya wapaste wengine, wanakuya wana, wana lengo lao walisha kujikutanya ile kikundi fulani wanaleta e, maamuzi yao, wanafika sasa, ma ile kikundi kubwa balishakuwa na msimamo, bali balishakuwa na msimamo. Hata kama bikuaye huyu anasema apana <coughs> ngiwalishakutanana wanaongea hivi na hivi, ndio tutaenda kusimama mure sasa batadanganya kama uamuzi ilitoka mukikundi kikubwa, kumbe uamuzi umetoka nje, haikutoka mbaraza kubwa la kanisa. Uamuzi ilifanyika na baraza ndogo, na mwaile baraza ndogo, mnaweza kuwa na wapagari wenyewe wangiacha mkanisa, wanawapatia mawazo, na ile mawazo wanaenda kuitia mu, munani, mu, ile kamati ya kanisa wanasimamia. Kwa hiyo tunaishi siku za mwisho, tutafute kusema ukweli Siku hizo zote pale ili ibilisi atusiwe atu, wana wa ibilisi. Asemaye uongo ni wa ibilisi hmm. Ule ambaye anasema ukweli ule ni wa Mungu. Na tukubali tuseme ukweli kwa sababu Yesu Kristu ndiyo kweli, na aliye na Kristu anasema ukweli hmm. Mungu abariki neno hili ndogo, na tunaenda kuomba kwa yoyote ule ambaye anasikia ujumbe huu, lakini ndani yake mungali kachenga kuna mambo mengine yenye anasemaka anaona yenye alisema ni uongo, kwa mwisho atubu na aache. Uh, tunaenda kumwombea ule mwenye anataka hivyo, kwa sababu mwenye hataki hawamkazi baba. Katika jina la Yesu Kristu, tunaombea wale wote ambao nasikia ujumbe huu, yeyote ule angali na kachenga kenya, anasikika nasema hivi, lakini akishatoka pale anajilaumu, nilisema uongo Bwana na nataka kutubu, umwezeshe Asimame imara, nguvu za Roho Mtakatifu zimuimarishe kwa safari ya kwenda mbinguni, kwa sababu tunasubiri ujio wako, hatujui siku wala saa, ila neno lako inasema tujiweke tayari. Kwa wale wote ambao wanatubu, Mungu wasamehe, katika jina la Yesu Kristo.